Habari zenu ndugu zangu wa Pablo Mtaani US, karibu sana kwenye video ya leo. Na video ya leo nitakuwa naonyesha kidogo nyumba ambayo tunaifanyia kazi na nyumba ambayo tulifanya kazi actually, na tukaimaliza, na kwa sababu tumemaliza, inaenda kuwekwa sokoni. Kama mnavyojua, nafanya kazi zote, natengeneza nyumba na vitu vingine vingi vingi na kwa sababu magwanda ni magwanda ya kazi, basi nitataka kuyabadilisha. Ila ndugu zangu, keep in mind, tunafanya kazi zote, tunatengeneza nyumba, tunauza nyumba. Na kwa sababu tunauza nyumba na nyumba hii tumeshaifanyia kazi, imeshakwisha, na kwa sababu imeshakwisha, basi inaenda kuwekwa sokoni. Ukitafuta house nitafute, naweza nikakusaidia kutafuta, yani naweza kuwa kama agent wako, au pia naweza nikakuuza nyumba vile vile, na yani naweza nikakutafutia kwa mtu mwingine na akakupunguzia bei, kwa sababu najua niko na connection na watu, au pia unaweza kununua nyumba kutoka kwangu na ukapata nyumba kwa bei ndogo, yani sio bei ndogo sana, ila tuka communicate bei, yani tukashushana kupandishana, kufuatana tutakavyoelewana sisi. Kwa hiyo ndugu zangu, karibuni sana tuweze kwen, kuenda pamoja na muweze kuona ndani inaonekanaje. Nitaweka video za nje, mtaweza kuona nje palivyo. Na pia mtaweza kutaweza kwenda na nyinyi ndani ili muweze kuona ndani pakoje. Ila kwa sababu niko kwenye magwanda ya kazi nitaweza kubadilisha magwanda haya ili muweze kuona magwanda ambayo yako ki professional kidogo. Na kwa sababu magwanda ambayo yako ki professional kidogo kwa kazi hizi ni suits au suti, ila kwa sasa hivi niko kwenye magwanda ya kazi kama unavyoona ninavyoandika hapa, do the work, do the work, ina maana kwamba fanya kazi. Yes, fanya kazi, ndugu yangu, fanya kazi. Ukifanya kazi kwa hiyo hebu tuweze kubadilisha magwanda haya ili tuweze kuingia kwenye magwanda ya kazi, sasa okay, ni nguo, nguo za kazi, na kama nguo za kazi, basi tuweze kuingia kazini. Kwa hiyo ndugu zangu, hebu tuweze kutembea kwanza nje muweze kuona nje alafu tutaingia ndani. Kwa hiyo karibuni sana ndugu yangu. Karibuni sana. Tuweze kutembea, mweze kuona nyumba ilivyo nje afu tutaingia ndani. Kwa hiyo nyumba kama mnavyoweza kuiona tulipiga rangi ambao sijui hiyo ni rangi ya udongo ambao tulipiga hapo afu tukaweka green, yaani dark green. Rangi ya kijani kwa nje na tukaweka rangi ya udongo kwenye vitu vitu vya madirisha kama mnavyoweza kuona. Neighborhood ni nzuri, yaani sehemu ambayo nyumba ipo ni nzuri sana kama mnavyoweza kuona hapa. Sehemu ni nzuri alafu ni sehemu ya watu ambao wamejeshimia, sio zile sehemu za sijui utasikia masasa huko na huko hapana. Sehemu ni nzuri kama unavyoweza kuona hapa, barabara imetoka kuanzia juu huko imekuja mpaka chini huko afu hapa ni pembeni ya barabara, yani pembeni ya barabara afu pembeni ya masoko. Na nyumba hii ndugu zangu, unaipata kwa bei kidogo ambayo hipo nafuu, yaani unaipata kwa bei ambayo sio juu ya dala laki mbili na kupandisha pata kwa dala laki moja na vitu mpaka dala laki mbili. Kama unavyoweza kuona nyumba yenyewe ni kubwa, kwa nje ukiangalia inaonekana kwa ukubwa wake, kama unavyoweza kuiona hapo, hapo, hapo, hapo, kwa sababu nyumba hii ina chini ina basement kubwa sana. Chini waliweka sehemu ya maji hapa yani, kwa sababu mvua ikinyesha maji huwa yanashuka chini, na akishuka chini kuna mashine ambayo inakokota maji yale yote ambayo yanaenda chini asi, ili asiweze kuharibu nyumba kuna sehemu ambayo yale maji yanakokotwa yanakokotwa kwa yanakuja kumwagwa huku nje. kwa hiyo sehemu yenyewe ndio hii hapa. Na ukiangalia kwa upande wa pili huku, kuna kama mnavyoweza kuona pale juu pamewekwa fan ambayo ni kuweza kuweka baridi kwa chuma ambacho kiko hapo, na pia sehemu ya mafan yenyewe ndio hii hapa. Na ukiangalia hii nyumba kwa mbali hapa kuna garage na garage yenyewe ndio hii hapa kama mnavyoweza kuona. Alafu garage na milango miwili, ina maana kwamba kunaweza kukaingia gari mbili hapa. Hebu tuende upande mwingine wa nyumba, na kama unavyoweza kuona neighborhood ni nzuri. Neighborhood ni nzuri, sio sehemu zile za utasikia bunduki. Hapana, hapa hapana. Neighborhood ni nzuri, si nzuri kabisa. Au majirani, tuseme majirani, sijui neighborhood nini kwa Kiswahili, ila majirani ni wazuri. Au mitaa ni mtaa mzuri, tuseme hivi ni mtaa mzuri. Afu pia ukija upande huu wa nyumba na kama mnavyoweza kuona green ni green ambayo imeiva, au kijani ni kijani ambacho kimeiva. Kwa hiyo ndugu zangu, karibuni karibuni, mimi nawakaribisha tu, njooni, nitaweza kuiona nyumba hii muda wowote, saa zozote mnavyotaka ninyi, tunawakaribisha. Kwa hiyo machache, ndugu zangu, karibuni sana tuweze kuona kuona ndani palivo, ili muweze kuona kama mtaipenda au vipi. Okay, unapoingia tu ndani. Yaani kuingia tu unakutana na sehemu nzuri kama hii hapa. Tuna sehemu ya kuwekea vyakula. Watu wengi sana wanatumia sehemu hii kuwekea chakula na vitu kama hivyo, na hapa tuna juu ambao ni juu ya nyumba hii. Na uh, nyumba hii ina vyumba vitano na choo nne kama sikosei, vyumba vitano na choo nne ila tutaenda, tunapita kwenye chumba kimoja kimoja ili mweze kuona nyumba hii ikoje chini na juu. Karibuni sana, tuna living room ambao ni living room ya kwanza au ni salo tuseme hivyo. Living room yenyewe ndo hii, ni living room kubwa kweli kweli, na uh, ina sehemu nyingine ambayo ni hii hapa. Uh, watu wengi sana wanatumia, wanaweza kutumia hii hapa ku chill yani, watu wanaweza kukaa hapa wakaongea, au wakatumia hiyo kula, au wakatumia hii kuongea na wakatumia hii kula na vitu kama hivyo. Kuna jiko ambayo iko hapa, na mataa ambayo yako humu kidogo, yako level ya juu kidogo, yani yako upgraded ambao ni nabonyeza hapo, hapo unaweza kuongeza na kupunguza mwanga kwa unavyotaka wewe. <laughs> Haini kuna kitu kama ka radio hapa, ambako unaweza kuongeza na kupunguza mwanga. Hebu tuende jikoni hapa niweze kuonyesha jiko likoje, halafu tuliweka carpet ambazo ni nzuri kidogo. Siyo nzuri kidogo, ni nzuri sana. Ona hapa unaweza kulala hapa. Unaweza kulala kabisa. Halafu uh, kama unavyoona hii ndo kitchen au ndo jiko lenyewe, ndo lilivyo hivi, sema ambayo iko clean na vitu kama hivi. Nyumba hii kitu kingine ambacho mimi naipendea au my favorite thing kwa nyumba hii, kitu ambacho nakipenda sana kwa nyumba hii, ina radio hii radio ni ina maana kwamba kila chumba cha nyumba hii kina kina, tuseme, kina radio au tuseme kina, unaweza kuongea kutokea hapa, hatako nje zipo, lakini ukiongea hapa

Okay, tuna laundry ambayo laundry yenyewe ndo hii hapa uh, laundry yenyewe ndo hii hapa kama unavyoona, pia kuna sink, akuna sehemu ya laundry hii hapa, na vitu kama hivyo na uh, sehemu hii sijui kama ni sehemu ya kuchilu kingojea nyumba kingojea nguo uh, zifuliwa uh, na vitu kama hivyo ila tuna big garage ambao hii watu wengi sana wanatumia, sijui kanisa na vitu kama hivyo wanatumia, wengine wanaweka vyumba vyumba kwenye garage, unaweza kufunga ka hapo kaweka vingine vyumba karibia viwili hapa. Garage ni kubwa ni kubwa. ni kubwa ni ya kutosha, ina uwezo wa kuingia katika vyumba vyumba viwili, viwili. kuingia kwenye garage uh, hii na kusiwe tatizo yoyote hili, alafu kwenye garage kuna pia same kama hii ambao ni... ndani inaweza kuwa closet kwa wale ambao wanataka kuifanya chumba closet inaweza kakaa hapo ila, uh, kiendelea pia, kuna living room, yani nyumba ina living room tatu. Kwa wakongomani au kwa waafrika wenzetu wanaweza kuweka living room tatu kwa maana moja hiyo, mbili na ya tatu hii hapa. Afia kuna uh, kuna sehemu ya moto, ambayo hii sehemu kwa wale ambao wanapenda kuunga moto, kongia moto hapo na kila kitu kikawa fresh. Pia kuna veranda ambazo watu wengi wana Uh, tumia kwa kuikaa na kupiga story kukaribisha wageni na vitu kama hivyo, veranda hii hapa afu tuna hiu, uh, tuingie sasa kwenye chumba cha kwanza ambacho ni chumba cha nyumba hii cha kwanza ambacho ni hichi hichi hichi hapa hapa, chumba chenyewe ndio, hichi hapa. Hichi chumba ndio kina choo yani, ni chumba ambacho kinaweza kuwa chumba cha mzazi au chumba cha mtu ambaye ameshahoa, kwa hiyo hichi chumba kina choo kina sink kwanza, sink ya kwanza ipo hapa mbao ni hii hapa. Kina choo na sink nyingine hapa. kwa hiyo uh, sehemu nzuri, sehemu nzuri se sana kwa wale ambao wameoa, kuna familia ambayo ina watoto closet, ambayo closet yenyewe ndio hii hapa pia ni sehemu kubwa tu ambayo unaweza kuweka viatu, nguo na vitu kama hivyo. Yaani imetengenezwa kwa vitu hivyo. Kuna viatu, sehemu ya viatu na kuna sehemu ya nguo. Kwa hiyo ndio hivyo ndugu zangu. Hebu twende kwenye chumba kingine ili uh, muweze kuona vyumba vingine vipodi. Hicho ni chumba cha kwanza, kumbuka hivyo. Chumba cha kwanza hicho na pia hapa kuna choo ambayo ni public sasa. Hii ni choo ya public ambayo mtu yeyote mgeni anaweza kaingia, akajisaidia na vitu kama na hivyo. Kwahiyo uh, chumba cha kwanza hicho ambacho tumeshapitia hapo. Kwa hiyo tutapanda juu ili tuweze kuona vyumba vingine. Tuongozane ndugu zangu, tuweze kuona wakongomani na waafrika wenzetu, kwa wale ambao wanahitaji nyumba za kuhamia. Alafu huko tuna bei kama hizo, sehemu ambazo mnakaa kwa ndugu zetu, tuseme kwa Clayton. hizi ni sehemu nzuri sana. Kwa nini kuhamia? Kwa maana huko hakuna bei. hii nyumba kama hii huko Clayton unaweza kununua laki tatu, laki nne mpaka laki tano.

Hapa kuna choo na bafu hipo hapa uh, kwa sababu uh, ni choo ambacho kinatumiwa na watu wawili, tuseme hivyo, watu wawili au watu wa vyumba viwili. Kwa hiyo kuna chumba hapa karibu na pia kuna chumba kingine hicho ambacho kimetoka emo, kwa kwa hiyo ni choo ambayo inahitajika iwe na bafu la kuogea. Afya, ukiangalia hapa, chumba kingine ndio hichi ambacho niliwaambia kwamba hiki choo kinatumiwa na watu wawili, mtu wa pale chumba cha kwanza ambacho nimekuonyesha na mtu wa hapa. Hivyo ni vyumba vitatu ambavyo tumeshapitia. Kwa hiyo kuna closet ambayo ni closet kubwa pia, ambayo ni sehemu ya kuwekea nguo na pia sehemu ya kuwekea viatu, hiyo hapo kwa hiyo kile, kile, kile kitu ambacho nilikuwa nawaambia ndo hichi hapa. Naona spika kama hii, hizi zimewekwa kwenye vyumba ili kusaidia, sijui kukishika moto huko chini au unataka kuita mwanao ambao wako kwenye vyumba vya juu, unaweza kawasha tu huko. Yani mtu akiwasha mziki huko unasikika mpaka kwenye redio hizi. Sasa wewe unaweza control huko shinyo sauti au upandisha sauti. Pia mtu ambaye yuko huko chini anaweza kuku, kukupigia simu, yani kukupigia simu kutumia hii na ukasikia vizuri. Kama unavyoona hapa, kuna andikwa lesson talk pia kuna door ambao ni mlango hapa, hapa kuna volume ambao ni mziki na vitu kama hivyo hapa. Hapa sehemu ya kuwekea chakula vingine ambavyo mtumii mnaweza mkaviwekea hapa na hapa pia kuna ile redio ile redio ambayo niliwaambia, ambayo ni hii hapa. Unaweza kuongea na watu, mtu wa chumba hiki. Nitawaingiza kwenye chumba hichi, ila nataka kwanza niwaonyeshe redio yenyewe, ndio hii hapa. Kama mnavyoona, kuna lesson lesson and talk, kuna door ambayo ni mlango na kuna volume ambayo ni hii hapa. Halafu kuna chumba kingine ambacho ni hiki hapa. Sasa hiki ndio chumba kikubwa, kwa mimi naweza kusema chumba hichi ndio chumba cha wazazi au master bedroom, ndio hichi hapa maana ni chumba kikubwa sana. Halafu kuna mapambo ya kutosha, kina glass ambayo ni glass kubwa kama hii hapa. Kama mnavyoona ni glass ambayo ni kubwa na ina yaani, ina mvuto wake na vitu kama hivyo. Alafu hapa kunaweza kutoa chumba na nusu pia, kama nilivyowaambia, sababu hiki ni chumba cha juu, unaweza kukata hapa ukaweka nusu hapo, ambayo unaweza kufanya hii iwe kama office hapa na mtu akawa analala hapa na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kama mnaweza kuona mnaweza kuona hapa kuna kitu na kipenda sana kuna glass kubwa, kwa maana mimi kwenye chumba changu nimejaza glasses. Yani ni kama chumba cha glass. Kwa hiyo, napenda sana vitu kama hivi. Kwa hiyo ndugu zangu, kwenye choo hapa kuna marbles. Kama mnafahamu marbles ni aina fulani ya sijui niseme bricks na vitu kama hivyo, kama mnavyoweza kuona chini, hizi ni marbles wanaita. Kwa hiyo wamepiga kibambazi cha show ambacho ni sehemu ya ku kibambazi cha cha bafu. <laughs> kibambazi cha bafu kimepigiwa marbles na miss kama hivyo. Kwa hiyo hapa unaoga kwa raha zako. Uh, kuna choo pia, kuna sink navyoweza kuona pia, kwenye mlango ukawekwa glass kama hivyo. Hapa pia tuna sehemu kama hii, hapa tuna closet, ambayo ni sehemu ya kuwekea nguo, na pia hapa unaweza unaweza ukaweka lens kama unaweza kuona, wameweka sehemu ya kuingizia zile vitu vya kuwekea hangers kitu kama hichi yani, kimewekwa hapa. Unaweza kuweka hangers au unaweka viatu ya vyako kwa unavyotaka wewe. Na pia hivi vitu vinatoka kama unavyoweza kuona, unaweza kaichomoa after ndo kaweka. Kwa hiyo, kwa hiyo hiyo yote mashimo unaweza kaweka ukaweka uh, hangers au vitu hivi kwa unavyotaka wewe. Yani, kadri unavyotaka wewe. Kwa hiyo ndugu zangu, ni vitu vizuri, vitu vizuri na nyumba ipo tayari sasa hivi, kama unavyoona, hakuna tatizo lolote. Nyumba iko tayari kuingia sokoni, na kama iko tayari kuingia sokoni, karibuni sana mweze kununua, mweze kununua, japokuwa watu wengi sana huku wanachukua mikopo na vitu kama hivyo, kwa hiyo kuliko kwenda kuchukua mikopo sijui mikopo ya sijui laki tatu laki nne laki tano, njooni huku njooni huku, tuna nyumba ambazo zinajitosheleza. Nyumba kama hii hapa, kama mlivyoweza kuona, ni nyumba ambayo iko sawa, afu ina choo za kutosha. Ni nyumba ambayo iko tayari, mtu yeyote anaweza kuja na akaishi, kwa sababu tumeshapiga rangi, tumeweka tapi ambazo ni mpya, au kapeti ambazo ni mpya, na nyumba iko tayari kwa watu kuweza kukaa. Kwa hiyo njooni, mweze kuona nje ukoje, ili tuweze kufunga video yetu ya yes, siku ya leo mweze kuona kwa maana okay, nilisahau sehemu moja, kuna chini <laughs> nyumba ina chini na sehemu ya chini. Hebu niweze kuonyesha ndugu zangu, yani nyumba ina sehemu yake ambayo ni sehemu ya chini, mtu anaweza kuja acha na garage, achana nasema, kwamba mtu anaweza kakaa kule na akaweka studio kamisa na visi kama hivyo. Sasa tuende chini, maana wenye nyumba hii chini walikuwa wameweka bar sijui alikuwa anakunywa pombe wanapiga muziki na vitu kama hivyo. Kwa hiyo karibuni sana, mweze kuona chini, mweze kuona chini kukoje, kwa maana ilikuwa nimeshasahau, chini kumewekwa sehemu kama hii, na mlango ambao uko hapa kwa mtu wa kawaida ambaye hajui nyumba hii aweze kufahamu kama kuna chini, ila hebu tuweze kuona hapa, na chini yenyewe kulikuwa kumewekwa makaratasi kwa sababu, makaratasi kwa sababu ya kukanyagia kwanza, na pia rangi ya hapa ilikuwa kidogo ni ngumu kuweza kukauka kwa sababu kuna jua na vitu kama hivyo, kwa hiyo iliwekewa hapo kwa sababu watu waweze kupita kukanyagia haya makaratasi. Kwa hiyo karibuni sana ndugu zangu, mweze kuona chini kukoje, chini <laughs> kukoje. Na huku pia kunaweza kuweka vyumba kwa wale ambao wanataka, unaweza kuweka vyumba na vitu kama hivyo, kama mnaweza kuona chini huko hivi, chini huko hivi. Uh, sehemu yenyewe ndio hii hapa. Wale ambao wanaweza kuweka kanisa, unaweza kuweka kanisa sehemu kama hii na mkaweza kuikaa vizuri na watu wengi sana wakaenea sehemu kama hii. Sijui kama mnaona vizuri ndugu zangu. Na hapa tu sio mwisho, sio mwisho hapa, na kusikilizana vizuri sana kwa wale ambao wana mikutano sijui mikutano, ya ukumbi na kuweza kufanya mambo yao, sababu ni sehemu kubwa na ya kutosha kwa mtu. Cha kwanza ambacho ni hiki hapa Chumba cha kwanza ambacho ni hichi hapa, kama unavyoweza kuona pana chumba hapa ambacho kiko hapa, na hiki chumba pia unaweza ukakiweka kikawa choo, maana hapa sasa tuko chini ya udongo, sijui kama nanielewa vizuri, kwa maana kuna kuna kuna dirisha hapa. Haya madirisha yani yapo kwenye udongo penyewe, yani mtu akisimama hapa unaweza kuona miguu yake, kwa sababu udongo unaanzia kwenye levo hii hapa. Sijui kama tunaelewana, ndugu zangu, udongo unaanzia kwenye levo hizo na hapa sasa ndipo wale watu ambao walikuwa wanasijua wanafanya baa zao, kama mnavyoweza kuona hapo, kulikuwa ni kulikuwa na mataa na vitu kama hivyo, walikuwa wanafanya vitu vyao hapo, wasijua anapiga muziki na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ilikuwa ni epic, yani ilikuwa ni sehemu ambayo ilikuwa vibe la kutosha. Na kama unaweza kuona hapa pia kuna chumba kingine ambacho kiko hapa, kuna chumba kingine ambacho kiko hapa. Hichi chumba pia unaweza kukifanya usijua, wale ambao wanahitaji choo na dushe, unaweza kuweka choo hapo, kaweka bafu pia ukaishi vizuri, afya kuna kachumba hapa ambako ni sehemu ya kuwekea vitu vyako kwa kwa, yani ni, ni, yani ni kubwa na sehemu ya kutosha ambavyo hizi hii miti imejikata, unaweza ukakata chumba kupatana na hizi sehemu zilivyo, kwa sababu ni sehemu kubwa sana. Sasa tukisema tukate vyumba kama hivyo hapo, kunaweza kuwa chumba kimoja, viwili, vitatu, vinne, vitano. Tuseme sasa wewe upende kuweka vyote vyumba, unaweza kuweka vyumba vitatu bi na hapa, watu wakaweza kuishi vizuri. Lakini kwa Kongomani sisi tunavyojifahamu tuna vikao vingi, tuna vitu vingi vya kutosha, makanisa na vitu kama hivyo. Kwa hiyo watu wenye kanisa zao wanaweza kuja na, kuja kukutana sehemu kama hii, au unaweza kuweka sehemu kama studio kama hao watu walivyokuwa wanafanya, ilikuwa ni sehemu zao ya kuja na kula raha na vitu kama hivyo. Hebu sasa tuweze ku ndugu uh... zangu karibuni sana karibuni sana, sehemu ni nzuri na nakaribishwa nyote, uwe wa state ya, state ya Georgia uwe wa state nyingine au yule ambaye anapenda kununua nyumba ya bei kidogo chini ya laki mbili, chini ya laki mbili au laki tatu, wao unaweza ukanitafuta, nitafuta na tukaweza kuongea kufatana na pesa zako zilivyo. Na wengi wanapenda mikopo. Mikopo, mikopo huku inapatikana bure, inapatikana kwa urahisi kwa hiyo hata kama una mkopo ukiwa tu uko interested, unapenda kununua nyumba basi unaweza kunitafuta na tukusaidia kupata mkopo na kuweza kupata nyumba yako ya bei ya kidogo kuliko watu wengi wanavyopenda kuchukua mikopo kama hiyo. Kwa hiyo ndugu zangu, karibuni sana, mnakaribishwa nyote, kwa maana hapa ndio duka letu. Hapa kuna watu ambao wamenunua nyumba mpaka za laki tano kupandisha, kuna watu ambao wamenunua nyumba za laki nne kupandisha. Hizo ni pesa nyingi sana ndugu zangu. Kuna watu ambao wanatumikia kwa mwaka wanatumikia dala elfu uh, thelathini mpaka hamsini na hizo pesa, pesa na hizo pesa huzitumikia hizo pesa nyingi sana za hizo pesa. Yani tuseme kwamba unatumikia kazini kwa mwaka dala elfu hamsini hizo pesa nyingi, nyingi sana za hizo pesa, tuseme hizo, uh, elfu arobaini zote elfu arobaini, kwa hizo pesa zote zinaenda kwenye nyumba, yani unalipia nyumba na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ukija huku unapata nyumba ambayo kidogo bei ya chini, afu kazi unakuwa unafanya kazi ambazo zinakulipa kama hapo ambapo ulikuwa unafanya ulikuwa unaishi sijui ndio mjini mnavyopaita, unakuwa unapata pesa kama jinsi ulikuwa unapata hapo, lakini unakuwa unalipa nyumba kidogo bei ya chini kidogo, kwa sababu kuna watu ambao wanalipa huko kwenu huko ambapo ninyi mnapata mjini. Kuna watu ambao wanalipa kuanzia dala elfu mbili mpaka elfu tano kwa mwezi. Ndugu zangu, jitoeni kwenye mitego hiyo. Kimbieni huko, njooni huku. Huku mnapata nyumba za bei ya kidogo alafu pia kwa mwezi unalipa huko, huwezi kulipa juu ya elfu mbili kwa mwezi. Ndugu yangu, elfu mbili zote kwa mwezi zote, pesa nyingi sana, unalipia elfu mbili kwa mwezi, sijui wengine wanalipia. Huku huwezi kulipia kwanza elfu moja ukilipa elfu moja mia tatu huku kwetu, hapo una nyumba ambayo nyumba inaridhisha, mtu mwingine akija akikaa ndani au akija akikuona, akiona nyumba yako anasema kwamba mtu ana nyumba. Kwa hiyo ndugu zangu, karibuni sana, mnakaribishwa nyote mje kuona mijengo yaani, hata kuweka order unaweza kusema kwamba mimi nahitaji nyumba mwezi fulani, tarehe fulani, tutakutafutia nyumba na kwa mwezi huo nyumba utaipata na utakuja kuiangalia kwa nyumba ya vyumba ulivyovisema wewe na choo ulizozisema wewe. Kwa hiyo ndugu zangu, karibuni sana, nakaribishwa nyote.